Hospitali ya Wilaya Newala imepokea vifaa kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa wa mifupa, wagonjwa wenye matatizo ya kiharusi pamoja na watoto waliochelewa katika hatua za ukuaji. Mtaalamu wa viungo katika Hospitali ya Wilaya Newala ndugu Marcus Lugenge amebainisha kuwa serikali imeshaleta vifaa tiba hospitalini hapo na tayari huduma zimeshaanza kutolewa. Lugenge ameeleza, ziko faida nyingi ambazo zinapatikana kwa watu wenye matatizo ya viungo wanapopatiwa matibabu halisi tofauti na vile ambavyo watu wengine wanaoweka ndani. Jambo hili inakuwa hasara kubwa kwa jamii, ila ndo inafanya kazi kama hivyo na mtu ambavyo akisitiwa inakuwa kama hivyo, lakini pia hii ni kwa ajili ya kuvutia mgongo, lakini pia na shingo inavuta vyote vitu viwili. Bi Mariam Mnemwa, mmoja wananchi wanaopata matibabu hayo ameishukuru serikali kwa kusogeza huduma hiyo kwani awali walikuwa wanaipata mbali na ilikuwa inawagharimu safari ndefu, gharama za chakula pamoja na matibabu. Ni kwamba tunawasii wale wote wenye shida mbalimbali katika tuizo zitaji wanaosumbuliwa na wenye stroke, ambao wapo majumbani, wenye shida za migongo, wale watoto ambao wamechelewa hatua za ukuaji, hospitali mm? yetu tayari serikali imetuletea vifaa hivi, hivyo basi mfike tuje wasaidia. Inawezekana mkaja sawa, msiwe na, na kwamba tukafikia malengo yenu, lakini tukakutoa hatua moja, tukakupeleka hatua nyingine, kuliko na kukaa nyumbani muda mrefu na kupata tamaa, inakuwa sio jambo zuri sana. Hivyo tunakusi wasikae nyumbani na matatizo, na kwa sababu matatizo yanaongeza utegemezi, na unapokuwa nyumbani na maana unapokuwa na wewe utegemezi, na maana utadhia hata wale ambao wanakuangalia muda mrefu kushinda kwenda kutafuta kitu chochote kitu. Kwa hiyo utapokuja katika mazoezi, ina maana hata kama hautopata unachokitaka, ila utakuwa na uwezo wa kujisaidia katika mambo yako ya msingi, lakini pia hata kiuchumi unaweza kukaa chini na kufanya shughuli moja mbili tatu, kwa sababu matatizo ya maradhi ambayo yanakusumbua muda mrefu labda yalikufanya ukashindwa kuendelea na, uka na shughuli zako za kimsingi. Mimi naitwa Bingaliamu Abdalla Nemu, kazi wa Nehara wanakuwa huduma hii ilipotusogezea karibu, tunashukuru serikali kwa sababu, kila wakati, kila baada ya mwezi au siku tulikuwa tunaenda Ndanda. Ndanda wanatoa kibali cha hospitali kwa mwezi au pengine kwa wiki, kwa hiyo unakuwa unapata shida kulala na nauli. Basi mazoezi yenyewe yanakuwa ufanya kwa utaratibu liokwa na daktari, mwezi unaenda mara moja pengine mara mbili, lakini huduma hizo alipo tunasogezea karibu, serikali ambayo tunashukuru, kwa sababu ukifanya Jumatatu mtu wa bima anaomba kuchelewa baada ya siku ya pili ndio, ukifanya Jumatatu, Jumanne, Jumatano narudi. Kwa hiyo kwa wingi unaweza kufanya mara tatu kwa mtu wa mazoezi na msaidia sana kwa ni mzuri, na tunashukuru serikali kwa kutu. Hasa watu wa Newala. Mwanzo watu wengine walikuwa wanaenda Tandahimba dada. Maendeleo ni mazuri, tatizo la mtu wa mgonjwa wa mgongo au viungo kwa ujumla, kwa mfano mgongo upigeli na daktari anakushauri kwamba usinawe. Kwa hiyo kama unazingatia hayo maelekezo ya daktari, huduma ni mzuri. Kupata mazoezi kwenda nyumbani kupumzika, siku ya pili unajisikia umeamka vizuri, baada ya siku ambayo hauwezi kurudi tena siku ya tatu, mazoezi ni mazuri sana na tunaomba tu serikali izidi kutusogezea vifaa, kwa sababu kwanza ni mwanzo, tunaanza kwa hiyo. Mwanzo wa kwanza unaweza kwa kuona kama ni mgumu au rahisi au si rahisi, lakini kwa kuwa tumeshaanza kupata hivi vifaa, tunajua ile huduma itakuwa nzuri zaidi. Imeandaliwa na kitengo cha mawasiliano serikalini, halmashauri ya mjini Newala.